Kwenye maombi na hoja zilizotolewa na management ya chuo, kulikuwa na swala la barabara za ndani ya chuo. Nadhani hizi zinaangukia ndani ya Tamisemi, ndani ya Tarura. Tuko na waziri wa Tamisemi ambaye pia ni mtoto wa nyumbani. Karibu, tuambie barabara za ndani. Tanga hoye! Mkinga hoye! Dk Samia Suluhu Hasani hoye! Oh dk Mwigulu Nchemba hoye! Oh, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikukaribishe tena Tanga na karibu tena hapa Mkinga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara zinazoangukia Tarura kilomita kumi na sita kutoka barabara kuu ya Tanroads ambayo inakuja mpaka hapa chuoni, lakini hapa chuoni tuna mzunguko wa barabara zisizopungua kilomita tano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuanzia kwenye bajeti ya mwaka ishirini na sita ishirini na saba tutaweka kwa kiwango cha changarawe kilomita hizi kumi na sita ambazo zinatutoa kutoka barabara ya TANROADS kuja hapa, lakini hapa ndani tutakaa na wenzetu wa chuo hiki ili tuone ni maeneo gani ambayo ni priority ambayo tunaweza kuanza angalau kilomita mbili kuweka lami kwenye eneo la ndani ya chuo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante kwa fursa hii.